Na nikamweka ndani yake mwanadamu niliyemweka nikiwa na kusudi maalum, mwanadamu ambaye nimempa nafasi kubwa sana katika ulimwengu wa roho. Ni nini kimemjiri mwanadamu huyu? Neno la Mungu linasema, na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao fahamu zetu ndizo zilizotiwa giza, ili tusijue kupambanua ni nini cha kufanya, ni nini cha kukisicho cha kufanya. Ni kwa nini mwanadamu wa leo tumefikia mahali unaweza ukaelekezwa katika mambo ya msingi, lakini hauoni haja ya kuyashika na kugeuka na kufanya vile ambavyo unaelekezwa? Ni kwa nini vizazi vyetu vinakukutika mbele yetu? E, kwa nini kuna mkwamo mkubwa ya maisha ya mwanadamu? Lazima tufahamu mbinu ya yule adui, kwa maana neno la Mungu linatuambia nikirejea, e, Mithali ile sura ya nne ishirini na tatu, ilituambia linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokazo chemichemi chemi za uzima na nikasema huko kwa sababu adui anajua ya, ya kwamba chemichemi za uzima, hofu ya Mungu ndani ya moyo wa mwanadamu, ndio nitakayoenda niiondoe, na baada ya kuiondoa, nitatia giza katika fahamu zake ili asijue ni nini cha kufanya mbele za Mungu Baba muumba wake, kwa sababu ninachofanya ninacheza na majira na nyakati mbele za mwanadamu, kwa sababu ninajua hukumu ya Mungu inakuja, na mwanadamu ataweza kuridhi na kupokea sawasawa sawa na alivyoishi katika maisha ambayo Baba Mungu muumba wake alimtengea katika majira aliyoyaweka. Kwa hivyo adui ni mjanja mno na anajua kucheza pale katika mioyo ya wanadamu, badala ya nuru ya Injili ya Kristo iweze kukaa pale na kutuangazia na kujua ni kwa namna gani tunatakiwa kuenenda giza kubwa limejaa katika mioyo ya wanadamu na hivyo mwanadamu anaingia katika chaguo zinazompendeza yeye. Hataki kusikia ile kweli ambayo inatakiwa kumgeuza na kumrudia Baba Mungu muumba wake ili akaweze kuishi maisha katika utimilifu wake kwa kupokea vitu ambavyo Mungu Baba wa mbinguni alimwekea tangu asili. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo adui anavyocheza na maisha ya mwanadamu. Ni kualike Mwalimu Michael usogee mbele. Naushike sadaka yako tunapoingia katika kipindi cha maombi. Mungu wa mbinguni atusaidie. Na Mungu wa mbinguni aturehemu. Wamejawa na udhalimu wa kila namna. Huo ndio ulimwengu tulio ndani yake. Wovu na tamaa na ubaya. Huo ndio ulimwengu tulio ndani yake wamejawa na usuda na uuaji na fitina na hadaa watu wania mbaya wenye kusengenya masengenyo yanapita ya kila namna. Jambo hili linamchukiza Mungu na ni hofu mbele za Bwana, kwa matajo ya maneno haya tuliyoyasema katika ule mstari wa ishirini na nane. Mungu wa mbinguni atusaidie, na Mungu wa mbinguni aturehemu. Dawa ni kugeuka na kutubu. Wapendwa wangu, tunapolisikia neno la Mungu, neno la Mungu lipo ili kutuandaa, neno la Mungu lipo ili kutuonya, neno la Mungu lipo ili kuweza kutusaidia, tujue ni kwa namna gani tunatakiwa kuishi maisha yatakayompendeza Baba Mungu wa mbinguni. Roho Mtakatifu wa Mungu atusaidie, tunapoingia katika maombi ya kuomba rehema mbele za Mungu, kwa sababu tumekaidi njia za Bwana na haijakuwa salama katika maisha ambayo tunayaishi. Mpendwa, usiuache moyo wako kuwa mgumu pale unapolisikia neno la Bwana. Nyenyekea, geuka, tubu, na uweze kuziona siku za kuburudishwa na kubarikiwa katika maisha yako, na jina la Bwana libarikiwe. Na neno la Mungu litaendelea kadri Roho wa Mungu atakavyoturuhusu. Hebu tumshangilie Bwana Yesu, na ninaomba tusimame tunapoingia katika kipindi cha maombi na sadaka. Na jina la Bwana libarikiwe sana, amen. Na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao na kama walivyokataa kuwa na Mungu katika fahamu zao, Mungu aliwaacha wafuate akili zao zisizofaa. Wayafanye yasiyowapasa. Ni maneno magumu kidogo. Ni maneno ambayo yanaogofya, yanatetemesha. Lakini ni kwa sababu ya upendo wa Mungu. Anazungumza nasi wana Morning Glory asubuhi ya, ya leo. Kwa sababu ya upendo wa Mungu anazungumza na wewe ambaye umeungana nasi kupitia mtandao, na tutumie muda mfupi tumlilie Mungu. Ni hatari sana Mungu kukukataa, ni hatari sana. Usiombe wala usitamani kukataliwa na Mungu Kwa sababu walimkataa, na kama walivyomkataa kuwa ni Mungu katika fahamu zao, na Mungu naye aliwaacha. Tuombe lehema, asubuhi ya leo isifike wakati Mungu akatuacha. Baba, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu uliye hai, Mungu unayeishi Mungu ambaye sisi tunayaweza yote katika wewe, ututie nguvu. Mungu uliyejaa uzima, Mungu uliyejaa uponyaji, Mungu uliyejaa rehema, Mungu uliyejaa toba, Mungu uliyejaa msamaha, Mungu ambaye huweki mambo, Mungu ambaye huchelewi, Mungu ambaye Bwana asubuhi ya leo umesema nasi kupitia neno lako, umesema nasi kupitia neno lako Bwana, ya kwamba kwa sababu tulikukataa, ya kuwa wewe ni Mungu wetu, haijalishi umetupenda, haijalishi umetulinda haijalishi umetuepusha na hatari, haijalishi umetuepusha na magonjwa, haijalishi umetuepusha na mauti, haijalishi wewe ndiye uliyetuumba, haijalishi maisha tuliyonayo ni kwa sababu yako, lakini Mungu, tumekukataa. Haijalishi kwa macho yetu tumeuona ukuu wako, tumeziona neema zako, tumeziona fadhili zako, tumeuona upendo wako, lakini tumekukataa. Hatuna tofauti na wale watu wa Sodoma na Gomora, hatuna tofauti na wale watu wa wakati wa Nuhu ambao Bwana walikufahamu lakini walikukataa, walilisikia neno lako lakini walikukataa. Bwana, tunaomba rehema asubuhi ya leo, tunaomba rehema Bwana, maana asila yako ni kuu hatutamani asila yako ishuke juu yetu, tulehemu Bwana, tutakase kwa damu yako, tusamehe ee Roho Mtakatifu. Hatutamani ile asila iliyoshuka wakati wa Nuhu hatutamani ile asili iliyoshuka wakati wa Sodoma na Gomora itufikie sisi, ndiposa tunaomba rehema asubuhi ya leo. Tunaomba rehema, mimi binafsi naomba rehema, kwa niaba ya familia yangu naomba rehema, kwa niaba ya watoto naomba rehema, kwa niaba ya ndugu jamaa tunaomba rehema, kwa niaba ya kanisa tunaomba rehema, kwa niaba ya huduma ulioiweka ndani yetu tunaomba rehema, kwa niaba ya kazi na ofisi tunazofanya kazi. O oh Yesu, turehemu Bwana turehemu, Kristo turehemu, maana tumekukataa kwa makusudi. Tunakujua, tunaujua upendo wako, tunazijua fadhili zako, tunaijua neema yako kwetu, lakini kwa makusudi tumekukataa tena, tumekukataa ndani ya fahamu zetu. Bwana, usifike wakati na wewe ukatukataa. Usifike wakati na wewe ukatukataa. Roho Mtakatifu, tuko ndani ya hekalu hili, tuko mbele ya madhabahu hii, tulemu Bwana tulemu, tulemu, tulemu Bwana tulemu. Tunaungana na Morning Glory kuomba kwa ajili ya kanisa letu Bwana, hili ni hekalu lako takatifu nyumba yako ya ibada. Lakini Bwana, kwa makusudi, tukiwa tunajua, tumekuwa tukienenda tukitenda yaliyo kinyume na mapenzi yako. Tumekosea tukiwa ndani ya nyumba ya ibada, mavazi yetu hayastahili, tabia zetu hazienendi, maisha yetu hayaenendi, tumekuwa tukikuibia ndani ya ibada, tumekuwa tukifanya mambo yaliyo machafu, tumekuwa tukigeuza dangulo ya nyumba yako ya ibada, tumekuwa tukigeuza hoteli ya nyumba yako ya ibada, tumekuwa tukitupa uchafu Bwana. Tuleemu Bwana, tuleemu Bwana, tuleemu Bwana, tusaidie watoto wako. Fungua macho yetu Bwana ili tukuone. Fungua kwa upya fahamu zetu ambazo zilikukataa. Turejeshee Bwana ule upendo wako turejeshe Roho Mtakatifu Bwana Yesu. Tumekuwa tukiwadharau hata watumishi wako ambao umetupatia makuani wako na watumishi uliowaweka kwenye madhabahu hizi, tumekuwa tukiwadharau, tumekuwa tukiwanenea mabaya, tumekuwa tukiwasemea vibaya, tumekuwa tukiwa tukiwa, Bwana turehemu, turehemu Bwana, tusamehe Yesu.

kwa sababu alikukataa kwenye fahamu zao, na wewe ungewakataa. Bwana, tuko mbele zako, kwa sababu ni kiu yetu na hamu yetu. Hatutaki Bwana utukatae. Bwana, usitukatae sisi. Bwana, usilikatae kanisa lako. Bwana, usiwakataye watumishi wako. Bwana, usikatae familia zetu. Bwana, usikatae watoto wetu. Tunarudi miguuni pako, tunarudi Bwana miguuni pako, tunaiomba rehema yako. E hey, Yesu. Bwana Yesu, Bwana Yesu, mara nyingine hata hizi changamoto tunazopitia, magonjwa, mateso, maumivu, ni kwa sababu tu tumekukataa. Lakini wewe Mungu umejaa nguvu ya uponyaji, umejaa nguvu ya rehema, umejaa nguvu ya uzima, umejaa nguvu ya baraka. Leo Bwana tunashuka miguuni pako, tunaomba rehema, tunaomba uanze upya nasi. Anza upya Bwana na kanisa hili. Anza upya Bwana na watoto wako ndani ya kanisa hili. Anza upya Bwana na huduma zote zilizo ndani ya kanisa hili. Anza upya Bwana na maisha yetu binafsi. Tunakuhitaji asubuhi ya leo, uanze upya nasi siku ya leo Bwana, ikafanyike baraka kwetu siku ya leo Bwana, ikafanyike furaha kwetu. Tunatamani Bwana uanze pamoja nasi, utembee nasi, utuhudumie siku ya leo, tukuone wewe Bwana katika huduma zetu, tukuone wewe Bwana katika kazi zetu, tukuone wewe Bwana katika biashara zetu, tukuone wewe Bwana ukitamalaki katikati ya wagonjwa mahospitalini na nyumbani, kwa nguvu ya mkono wako iliyojaa uponyaji uwaponye bwana uwaponye bwana uwaponye bwana uwaponye bwana uwa bwana uwasamehe bwana uwarehemu kuna wakati bwana ulikutana na watu wenye uhitaji badala wakitegemea wanapokea uponyaji uliwaambia umesamehewa dhambi zako na kwa sababu hii walipokea uponyaji bwana kuna wanaohitaji kusamehewa asubuhi ya leo kuna wanaohitaji kutoka kwenye hayo mateso na maumivu lakini ni kwa sababu tu ya mateso na ile hali ya chukizo mbele zako, tunaomba rehema yako Bwana, tunaomba rehema yako Bwana. Wanahitaji msamaha Bwana, tusamehe Bwana, tusamehe Bwana, tuponye na Bwana Yesu, tunaamini tuna Bwana, wewe utatembea nasi na tutafanyika baraka kwa wengine. Wewe utatawala, vinywa vyetu vitatamka maneno ya baraka. Wewe Bwana utaingia ndani yetu, na watu wanapotuona sisi watakuona wewe. E Mungu wa rehema, tunaamini Bwana utatembea nasi kwenye barabara zote utakazotembea siku ya leo, vyombo vyote vya usafiri vitakavyotumia siku ya leo, kwa rehema yako tutatembea salama tutaziondoa roho, utaziondoa roho za ajali, utaziondoa roho za mauti, utaondoa mitego yote ya adui. Kwa sababu ya rehema yako Bwana utatusafirisha salama, viwe ni vyombo vya anga, viwe ni vyombo vya ardhini, viwe ni vyombo vya majini. Kwa sababu ya rehema yako Bwana utatupa faraja ya kweli, wale wenye machungu na maumivu, wale wenye mateso, wale waliopoteza ndugu zao, utawapa faraja ya kweli kwa sababu ya rehema yako Bwana, watoto wetu wataenda vizuri shuleni, utawaepusha na ajali, utawaepusha na mauti, utawaepusha na magonjwa. Kwa sababu ya rehema yako Bwana, utafungua fahamu zao na akili zao, utajenga ile connection kati yao na walimu, wanapowafundisha watawasikiliza, watawaelewa, na ile ahadi yako kwetu, ahadi yetu yako kwa watoto wetu itatimia, ya kwamba sisi tutakuwa vichwa tu na si mkia, ya kwamba sisi tutakuwa wa kwanza na si wa mwisho, maana ni ahadi yako. Lakini Bwana, kwa sababu ya rehema yako turehemu asubuhi ya leo, turehemu siku ya leo, tunaita rehema yako Bwana. Usitukatae, usitukatae Roho, usitukatae Shika dhabihu yako, shika sadaka yako, Bwana Yesu. Mikononi mwetu tumeshika dhabihu yako, tunakuja mbele zako si mikono mitupu. Kwa dhabihu hii tunaomba tena urejesho ndani yetu. Bwana Yesu usituache. Tukumbatie Bwana, wewe ndio uliowaambia wanafunzi wako waacheni waje kwangu. Na sisi leo tunarudi kwa upya kwako, tupokee Bwana. Na ikuishia hivyo, neno lako linasema uliwakumbatia na kuwabariki. Bwana tukumbatie, tukumbatie Bwana, kumbatie ili macho yetu ya kuangalia wewe, nafsi zetu, fahamu zetu zikuelekea wewe. Hatutamani tena kukukataa, hatutamani tena kukuacha wewe, tunatamani kuenenda na wewe katika maisha yetu yote. Bwana tutangulie, Bwana tufuate nyuma, tufunike kwa wingu lako, damu yako inenayo mema itembee nasi katika huduma nzima ya siku hii ya leo na Bwana, pokea dhabihu yetu ya shukrani. Sadaka hii tunaileta kwako, ili ikaifanye kazi yako sawa sana upendavyo. Na Bwana, unapopokea dhabihu hii, pokea na maombi yetu kwa jina lako na kwa damu yako, amen. Karibu mtolee Mungu dhabihu.

na wewe ambaye unaungana nasi kupitia mtandao, chombo cha sadaka chokiona, ni hicho unachokiona hapa kwenye skrini yako, karibu uungane nasi kumtolea Mungu sadaka ya shukrani. Jisikie kumwambia Mungu asante, kwa sababu kuna watu wanatamani kuipata neema hii walau mara moja, kuzungumza na Mungu. Hii ni neema ya kipekee ambayo sisi tumeipata, wapendwa na ni kiu yangu hata asubuhi ya leo kila mmoja afunguliwe fahamu zake na ajue ni neema kipekee kuzungumza na Baba yako kila itwayo leo. Neno la Mungu linasema, kabla ya mambo yote tuanze na Bwana. Na wewe uliopata neema hii, Mungu akubariki sana. Hata wewe unaungana nasi kupitia mtandao, Mungu akubariki sana na usiache, karibu tena kesho asubuhi, tunaendelea na ibada ya Morning Glory. Wewe ambaye huwezi kuja hapa kanisani kwa njia moja au nyingine, karibu tena kesho asubuhi uungane nasi kupitia mtandao. Karibu uungane nasi kupitia, iko chombo ambacho unatumia na Mungu aendelee kukubariki. Nami nawatakia baraka za Bwana asubuhi ya leo, tunapotoka kwenda kwenye shughuli zetu za kila siku. Bwana atulinde, atutunze, atufungulie milango ya riziki, baraka zake ziambatane pamoja nasi sisi na familia zetu na watoto wetu, kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, na mwenende na amani ya Bwana.